Ninakukaribisha katika mwendelezo wa somo letu la uwakili, na hii ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu. Karibu kwa ajili ya kuendelea kujifunza somo hili la uwakili. Luka sula ile ya kumi na mbili mstari wa arobaini na mbili imeandikwa, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake. Hapa tunajifunza jambo muhimu: wakili anapaswa kuwa mwaminifu tena mwenye busara, anayefanya mambo kwa wakati. Watu wengi leo kwa kukosa kuwa mawakili wema katika ofisi zao, nyumba zao, biashara zao, muda, vipawa na kadhalika, wamejikuta wamepoteza uaminifu na ule utumishi waliokuwa nao ukaondolewa na kupewa wengine, wao wakabaki wanateseka, maisha yakawapiga na hawaaminiki tena. Ni muhimu kuelewa kuwa uwakili ulianzishwa na Mungu mwenyewe. Mungu alipoumba kila kitu na kuona kila alichokiumba ni chema akamweka Adamu katika bustani. Miongoni mwa maagizo ya awali aliyopewa Adamu ilikuwa ni pamoja na kuilima na kuitunza bustani. Maandiko matakatifu yanasema hivi: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Mwanzo sura ya pili, mstari wa 15. Hili jukumu alilopewa Adamu ndilo uwakili wenyewe. Wakati Adamu anawekwa katika bustani Hakukuwa na kitu chochote ambacho anaweza kusema hiki ni changu. Kila kitu alichokuwa nacho alikuwa amepewa na Mungu. Ndiyo maana ni vizuri kuelewa kuwa kila ulicho nacho si chako, ni cha Mungu. Pamoja na kwamba wewe umepambana kuvipata ulivyo navyo, lakini tambua mpaji ni Mungu. Hupaswi kujivuna na kumsahau Mungu. Hata hizo nguvu za kupambana kupata ulichopata ni Mungu amekupa. Maana yake ni kwamba umepambana kwa kutumia nguvu na uwezo aliokupa Mungu, ili kupata vitu ambavyo pia ni vya Mungu. Ukielewa hili, utamheshimu Mungu na kumshukuru sana. Tunaposoma Maandiko tunapata uthibitisho kuwa Mungu ndiye mmiliki wa vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Tutazame mistari kadhaa. Zaburi sura ya ishirini na nne mstari wa kwanza imeandikwa, nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Hagai sura ya pili mstari wa nane imeandikwa, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu asema Bwana wa majeshi. Matendo ya Mitume sura ya kumi na saba mstari wa ishirini na nne mpaka ule mstari wa ishirini na tano Mungu aliyeufanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Ukisoma mistari hiyo utagundua kuwa Mungu anamiliki kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana, hata pumzi na uzima ni yeye anayetupa. Mungu ametuweka duniani ili tuwe mawakili wema wa vitu alivyoviumba, yaani tuwe mawakili wa maisha yetu, wa vitu vyote alivyoviumba na kwa watu wengine pia. Neno la Mungu linasema mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena, inahitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Sisi ni mawakili wa siri za Mungu, tunapaswa kuonekana hivyo na watu watuone hivyo. Kila mwanadamu ni wakili wa Mungu juu ya yale yote aliyokabidhiwa na Mungu. Mwanadamu amekabidhiwa siri na mausia ya Mungu ili ayatunze kwa uaminifu. Mungu alimuumba mwanadamu kwa namna ya pekee na ya kutisha, tofauti na viumbe wengine. Mwanadamu ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu ili aweze kutawala na kusimamia vilivyoumbwa na Mungu. Utasoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na saba na utasoma tena Mwanzo sura ya pili mstari ule wa saba. Mungu alitupa uwezo huo ili tuweze kuwa mawakili wema wa vitu alivyotupatia na kwa sababu hiyo sisi tu watenda kazi pamoja na Mungu. Wakorintho wa kwanza sura ya tatu msali wa tisa, imeandikwa maana sisi tu wafanya kazi pamoja na Mungu, ninyi ni shamba la Mungu, ni jengo la Mungu. Kwa hiyo Mungu anatutumia sisi katika kutimiza mapenzi yake duniani. Mpendwa mtu wa Mungu, unapopewa nafasi au kitu ili ukitunze na kukisimamia, maana yake umeaminiwa sana. Uwakili unafunua na kuelezea kwa kina utii wetu tulionao kwa Mungu juu ya vile vitu ambavyo Mungu ametupa ili tuvitunze, tuvitumie na kuviendeleza. Zaburi sura ya 24 mstari wa kwanza, imeandikwa nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Pamoja na kwamba Mungu ametupa kila kitu tutawale na kuvifurahia, haimaanishi sisi ndio wamiliki. Sisi hatuna kitu chochote, vyote ni vya Mungu, tukiwemo na sisi pia. Sisi wote ni mawakili wa rasilimali za Mungu, vipawa na fursa ambazo Mungu ametupa kwa kutuamini, ili tuvitunze na kuviendeleza. Na siku moja kila mmoja wetu atasimama mbele za Mungu kutoa hesabu ya kile alichopewa kukisimamia. Wakolosai sura ya tatu mstari wa ishirini na tatu hadi ule mstari wa ishirini na nne Paulo anaandika lolote mfanyalo lifanyeni kwa moyo kama kwa Bwana, wala si kwa wanadamu, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Sisi sote ni mali ya Mungu. Kila nafasi ulionayo, hata uwezo wa kufikiri umepewa na Mungu. Hakuna kitu ambacho unafikiri kumtolea Mungu ambacho siyo chake. Chochote ulicho nacho kilikuwa kwake kabla hakijawa kwako. Hicho ulicho nacho kuwa mkononi mwako au kupitia kwako, haimaanishi akili yako na nguvu zako zimekuwezesha kupata hayo. La hasha! Mungu ndiye mmiliki, mpaji na mkombozi wa yote. Ikiwa ni hivyo, ni muhimu kwa kile Mungu alichokupa ukitunze na kukiendeleza na ukitumie kwa utukufu wa Mungu. Kisimamie vizuri kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kilete faida kwako, kwa Mungu, kwa familia yako na kwa jamii iliyokuzunguka. Kwa leo tuishie hapa, tutaendelea tena wakati ujao na Mungu atupe uzima. Somo hili limeletwa kwako na Mchungaji Ristoni Sanga wa KKKT ushalika wa Kibaigwa. Karibu na Mungu akubariki, tukutane tena wakati ujao. Amen.